Karibu sana mpendwa mm, mfuatiliaji wa ch chaneli ya kujifunza neno la Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Uh, chaneli hii imejizatiti zaidi katika kuhakikisha kwamba Biblia Takatifu inakuwepo hapa kwa njia ya sauti. Uh, inakuwa kwa njia ya sauti kwa namna ya kusomwa Biblia kama kusoma lakini pia kwa namna ya mahubiri na njia ya mafundisho mbalimbali mbali. Sasa wewe, ambaye ni mtumishi wa Mungu, ambaye unaamini ni kondoo wa Bwana, hii ni sehemu ambayo unapaswa kusogea na kukutanika hapa na wenzako kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Sasa katika channel hii, siku hii ya leo, tumenuia kwa dhati kabisa kuanza rasmi swala zima la kuisoma Biblia aya hadi aya, kifungu hadi kifungu, mpaka pale ambapo tutakapokuwa Uh, tunamaliza lakini. Kwa siku hii ya leo tunaanza na kitabu cha Mwanzo sura hii ya kwanza. Kadiri siku zitakavyokuwa zinaendelea, tutaendelea kujifunza au kusoma uh, Biblia nzima kadiri itakavyokuwa inawezekana, lakini katika siku hii ya leo tunaanza na kitabu hiki cha Mwanzo sura yake ya kwanza. Kumbuka katika kitabu hiki cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na uh, Musa ni kitabu ambacho kinaelezea hasa uumbaji wa Mungu, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoiumba dunia hii. Katika kitabu cha mwanzo sura hii ya kwanza mstari wa kwanza unaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na hapo ndipo ndio mstari wa kwanza kabisa wa Biblia. Kabla hatujaanza kuisoma aya hii, hebu tufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, naeshi mahali pa juu mbinguni, tunashukuru na kulinua jina lako E Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Katika siku hii ya leo, tumehitaji kutafakari kusoma neno lako katika kitabu hiki cha Mwanzo, mahali ambapo panadhihirisha kwamba wewe ndiwe uliyeiumba dunia hii. Mungu wa mbinguni, tuwe radhi kwa sababu sisi hata sio wema hata kidogo. Tumetenda makosa mengi sana, tumefikiri, tumepitiliza tumetenda mambo mabaya tumepitiliza tunaomba utusamehe Mungu wetu. Lakini kwa wakati huu tunakuomba utupatie roho yako Mtakatifu aweze kutufundisha neno lako aweze kutufundisha ni jinsi gani tunapaswa kukuelewa na kukuamini muumba wetu Mungu. Yeyote atakayesikiliza somo hili naomba uweze kumgusa kwa namna ya pekee. Yeyote atakayesikia somo hili muda ambapo nitakapokuwa nalisoma, mguse kwa namna ya pekee aongeze imani kukuamini wewe Mungu na wala asithubutu kuyumba yumba. Ninaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amina. Basi sura hii ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo inaanza kwa kusema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru; ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi naitoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu yake mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo na iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka, tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku, akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema, Maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi, kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, Zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mungu akasema, Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu; vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndivyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya sita. Msikilizaji, na hiyo ndiyo aya ya kwanza kabisa na sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Mwanzo. Leo hii tumefanikiwa kusoma sura nzima ya kitabu cha Mwanzo. Mungu akubariki sana we uliyepata kusikiliza. Mungu akubariki sana we uliyetenga muda wa kuisikia neno hili. Inawezekana kukaa na kusoma ukaona ni kazi ngumu, lakini angalau sasa tunakuletea kwa njia ya sauti ili uweze kusikia ni kitu gani ambacho Mungu anakisema katika maandiko matakatifu. Lakini pia vile vile katika ukurasa huu tutakuletea wakati mwingine mahubiri na mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana we utakayechagua leo hii kuungana na sisi. Utakayechagua leo hii kusema ninasubscribe hapa ili kila wakati masomo matakatifu yatakapokuwa yanakuja basi na mimi niwepo niweze kujifunza na kubarikiwa na neno la Mungu kila wakati. Msikilizaji, sogea karibu na msalaba wa Kalvari upate kuokolewa. Sogea karibu katika sehemu hii uweze kujifunza neno la Mungu. Ni nani ajuaye kama neno hili japo dogo tu haliwezi likagusa maisha yako? Basi mimi nikutakia kila laheri, ni kuombea kwa mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni aweze kukubariki sana asimame na wewe kila wakati na kukutia nguvu na kukufanya ujisikie kulisoma neno la Mungu kila wakati. Mwisho kabisa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.